Ni kweli eh, jeshi la polisi tulipokea taarifa ya ajali ya basi ambalo ni T 222 DNL, basi aina ya Yutong ambalo ni kampuni ya inayomilikiwa na Mvungi eh, Trans. Basi hilo lilikuwa linatoka Ugweno kwenda Dar es Salaam, eh, likiwa eneo la Msangeni, eh, wilaya ya Mwanga liliacha njia na kupinduka na kusababisha vifo vya watu saba. Kati ya hao saba, wanaume wawili na wanawake watano. Kati ya wanawake watano kuna mtoto mmoja wa miaka miwili na nusu. Chanzo cha ajali hiyo ambayo imetokea saa kumi na mbili na dakika 45 za alfajiri leo tarehe tatu uh, wa nne, ishirini, ishirini na tano ni uzembe wa dereva wa gari ya basi ya Mvungi Trans. E, kupisha kuto kulimudu gari lake wakati wanapishana na gari dogo kwenye kona ambayo lilipelekea likapinduka lika na kuporomokea po, e, polini kwa maana ya bondeni. Mtuhumiwa, kwa maana ya dereva aliyokuwa anaendesha hiyo gari, amekamatwa, na hadi sasa tunao majeruhi arobaini na mbili ambao wanaendelea kupata matibabu katika hospitali. Wapo ambao wamepelekwa KCMC wapo ambao wamepeleka zahanati ya Kifura lakini wapo wengine ambapo hospitali ya Mwanga wakiendelea na matibabu miili e, ya marehemu imepelekwa hospitali ya Mwanga kwa maana ya utambuzi, na baada ya hapo itachukuliwa kwa ajili ya taratibu zingine za kifamilia za maziko. Wito wangu ni kwamba madereva, kipindi hiki ni kipindi cha mvua na kuna kuna kuna, kuna kona kali, kwa hiyo ni kuchukua tahadhari kwenye kona, kwa sababu ajali ile ingeweza kuepukika kama yule dereva wa hiyo basi angeweza kuchukua tahadhari kizingatia ni kwenye kona na kitendo cha kupanua au kutanua na ikajikuta natitia kwenda huko polini, ingeweza kuokoa maisha ambayo roho za watu ambao mepotea ambazo zingeweza kuokolewa. Mimi kwa majina naitwa Salehe Yusufu Mfangapo, ni ajenti wa Mvungi, naishi wilaya Mwanga Kikweni. Ajali hii sisi tulikuwa tumeweka abiria Kikweni pale tukisubiri gari ije baadaye tukaambia kwamba gari imepata ajali. Tulipata taarifa kwa haraka na tulichukua bodaboda, tukiwa na mimi na ajenti mwenzangu Saidi Lawena, tuliwahi hapo. Tulipofika hapa, watu wengine walishafika, wakawa wanaendelea kuokoa majeruhi, na watu wengine tumewakuta pale ambao walikuwa wamepata ajali. Wengine tulikuta vitoto, mtoto mmoja na mama mmoja alishakufa, na watu wengine bado, watu walikuwa wanaendelea kuokoa. Kuna wengine wametoka ni mazima kabisa ni wazima kabisa, kwa sababu kila Mungu anapanga la kwake, Mungu analopanga la kwake. Wengine ni wazima kabisa, wengine hawajitambui, wengine ndio hivyo, unakuta na hema akipandishwa mpaka barabarani ameshakufa. Kwa majina naitwa Fadhili Ahaya Mpole. Tumewahi tukikuta gari ikiwa bado inaunguruma, ndio tuliopambana na kujitahidi kukata nyaya kuepusha mlipuko wa gari utakaofanyika. Chanzo cha ajali hii kwanza imetokana kwamba kuna gari ilikuwa inakuja ya msiba Sawa, sasa ina maana akawa kwenye kupishana, dereva ndo akaona kwamba ile gari zilikuwa ziko nyingi zimeongozana zinapeleka msiba. Sasa akaona kwamba ile kuikwepa ina maana ndo gari ikahama kuhama, ikashindwa kurudi barabarani, ndio chanzo cha ajali hii.